Leo hapa tumekusanywa na jambo la barabara ya njia nne. Hii njia nne, mheshimiwa waziri, tangu tuingie makubaliano elfu mbili na ishirini na tatu imechelewa sana, na sasa zitasingiziwa mvua, zitasingiziwa sijui kitu gani. Hoja ni kwamba wewe leo uko hapa, sisi wana Uyole, sisi wana Mbeya mjini na ndio maana unajua, mheshimiwa waziri, hii barabara kwa ujumla wake ni kilomita kama mia mbili kumi na nane kuanzia Igawa mpaka Tunduma. Sisi wana Mbeya mjini tukasema hivi, barabara haiwezi kuanzia kijijini kuelekea mjini, inaanzia mjini kuelekea kijijini. Tukasema katika hizo mia mbili kumi na nane tutolee zetu ishirini na tisa ambazo zinaanzia Saraga mpaka Ifisi. Sasa kipindi cha hiki kipande cha kilomita ishirini na tisa kutoka hapa Salaga mpaka Ifisi mpaka leo hatujaona hata nukta wacha kipande nukta ya lami hakuna. Huu ni mwaka ngapi mheshimiwa waziri? Sasa hii barabara tutasubiri tena miaka kumi wakati tulishaingia mkataba pale 2023. Sasa tusubiri tunasubiri tuone lami ya njia nne inafananaje? hakuna. Tunaona tu vifaa vinapita vinafanya nini? Vinaitwa nini vile sijui. Eh, skaveta zinapita huku zinapita baadaye sasa mheshimiwa waziri uko hapa, shida ni ya kwako ni ya mkandarasi? Kwa sababu kama shida ni ya mkandarasi, mkandarasi uko hapa, tunataka tumsikie. Kama shida ni kwako, basi wewe uko hapa. Tumesogeza e, nyumba zetu, tumesogeza biashara zetu, kila kitu tumesogeza alafu atuoni lami. Rais Samia ametoa fedha nyingi sana, bilioni 35 I asked this gentleman, how much per kilometer, when we were there at his site, how much per kilometer, he said, sasa kama rais amekuisha kutoa hizo hela zote, huyu mama ana ubaya wote? Jamani hana baya, sindivyo? Jamani hana nini, hana baya. Kama ni ubaya ni mimi na hawa hapa, au sivyo? Kama ni baya ni sisi watendaji. Huyu mbunge Dkt. Tulia amekwisha kufanya kazi ya kuiombea, na nimesikia yuko mtu huku kwa anatangaza kwamba yeye ndo kaiombea hii hela. Sio kweli, hela wameomba hawa wao waheshimiwa wa wabunge wamekwisha kuiomba hiyo pesa. Rais Samia ameitoa hiyo hela bilioni thelathini na tano, tumemlipa huyu mkandarasi huyu. Anakuja hapa analeta chenga nyingi sana ndio maana nimempa mwezi mmoja. Kwa mimi nitarudi tena mwishoni mwa mwezi wa tano mahala hapa au mwanzoni mwa mwezi wa sita. Na nakuombeeni sana mkuu, mkuu, nakuomba sana Mheshimiwa Spika, mbunge wa Mbeya Mjini, nitakapokuja wao, msinipeleke eneo jingine, nieteni tena hapa hapa, uone hapa hapa, ili hao wawe mashahidi. Hapo vipi jamani? Ili kama amefanya kwa tofauti na wamekubali, wanaona kwamba iko tofauti, hawa ndio watakao kuwa mahakimu. Kama hafanyi vizuri Ninyi ndio mtakaokuwa mahakimu, na kama hafanyi vizuri, mimi huyu sitampa tena mradi mwingine wowote katika nchi hii.